Na mtazamaji, kwa hivi sasa tutaka tuangalie mada yetu na kama kuna jumbe baadhi ambazo, naam, mmoja hapa anasema sio lazima kuwa mwanamke yule huwa anaongea sana na kulaumu mmewe, huwa anampenda. Kuna wengine huwa wanajifanya ili waonekane ni watulivu. Huyu ni Samuel Munene kutoka Meru, Igembe Kusini. Alafu mwingine hapa anasema mwanamke akinuna kwa kawaida amekosa. Yep, mwingine hapa aha, yep. ina... okay. so, yep. Sio lazima mwanamke <laughs> <laughs> jumbe ni nyingi, lakini nyingi zinaashiria mambo mengine eh. Alafu hapa anasema nilikuwa nasema, uh, nasema mnapoingia kwenye mahusiano mmoja lazima mm. Watu wamefungua roho yao, lakini kabla tutegue kitendawili cha yep, tuende kwake <laughs> Bi Msafwari aweze <laughs> kutueleza kwamba, je Bi Msafwari, ni ukweli kwamba wakati mwingine unaweza ukamsoma mwenzako makosa, mm -hmm, kumbe ikawa ye hana shida na wewe, kwamba kule kuchukiana, hasira za mumo kwa mumo, kwamba muelewani, wengine ndio njia yao ya kuonyesha jinsi gani wanavyokupenda? Je, ni ukweli lakini haitakikani kuwe hivyo. Afadhali mtu kama anakupenda akuonyesha ameku amekupenda, lakini sasa ukikaa kwamba ni wamwonyesha humpendi na huku unampenda, mi sioni ikiwa vizuri. Kwa hivyo sioni ikiwa ukweli. Ukweli niuonyeshe mtu ukweli na mtu akujue vile vile ulivyo. Mm -hmm. Naam, lakini kuna kuna watu Bi Msafwari ambapo sasa watu wanasema kwamba mtu anapokuwa na, amependa kupitiliza mm -hmm. wakati mwingine anajua anafanya mm -hmm. nini? Vurugu na kama amepagaliwa hivi ananuna, ukimfanyia kitu dogo amekasirika. Hiyo hiyo hutokea Rashid, kama watu hawajaoana bado. Watu wakiwa katika uchumba, mambo mengi ambayo huwa yanatokelezea, yale ambayo mtu huku anajifanya hataki na huku mtu ana, anataka. Lakini baadaye, mtu ukiolewa, lazima uchange. Lazima mm -hmm. uwe na ile uso ya kuonyesha kwamba unampenda mwenzako, unamwongesha mapenzi, unakuwa na furaha. Sio kila anapoingia nyumbani uso umenuna, watakana uwe na furaha. Lakini kwa uchumba mambo kama hayo yako, lakini kwa mtu kama umeolewa, uko ndani ya nyumba, sioni kama hayo mambo yakiwa na utukufu kabisa. mm -hmm. Lakini watu wengine wanasema mm, Bi Msafwari, haswa sisi wanawake wanasema, akisema eh, la inamaanisha mm, ndio. Yani ndio ndio. uh -huh. Sijui tawaelezaje wanaume ambao hawaelewi lugha hiyo. Kawaida, hiyo kawaida huwa wakati mtu anapotongozwa mtu wa sasa, sijui, nafikiri ni kama kizamani, maanake saa hizi wanawake ndio wanatongoza, lakini zamani zenyewe <laughs> mtu akitongozwa anakataa anajifanya hataki, lakini huku anataka, na yule mwenzake atakuwa anamwelewa. Unajua, haya mapenzi watu wanasomana, mpaka watu wanaelewana. Yani sasa, mtu kusema tu ndio mara moja, unaonekana kama we ni wa haraka. Kwa hivyo mm-hmm. mpaka usumbue mtu huku utaki, lakini unampenda tena sana. We ukitaka kuona kama mtu anakupenda, mjaribu uone, kama hatachukua tu. Mjaribu kama unapenda mwingine. Kuna msichana alikuwa anapendwa na mwenzake mpaka akawa yani yule kila wakati akiambiwa napendwa hataki hataki. Basi yule bwana tu akamwambia mimi hivi navyokona sikuelewi. Akaenda kumpenda msichana mwingine. We, huyo msichana alimfuata kama kila siku, ninapotaka unakataa, umenisumbua kwa muda mrefu mpaka nikaona nisichukue mwingine. Lakini mm -hmm. azungumzia hayo ni ya kitambo, lakini sasa wao wenyewe ndio wana meza mate ile ya kupindukia, anafuata vile ya kupindukia. Kuna vipindi vingi vyenye tunaangalia paka, unakuta hata ni aibu, maanake wasichana ndio wanaojipeleka. Lakini zamani watu walikuwa hawajipeleki mtu, at least ukaa mpaka ajulikane kwamba ana thamani. Ujipeleka kimbele mbele, utakuwa huna thamani kwa mwanamume. Mm -hmm. Na, na, na kuna swala ambalo uh, Lulu, kiangalia baadhi ya jumbe kuna wengine wanasema wanawake ufanya vile ili kujua, mm -hmm. kama bado yale mapenzi mm -hmm. yapo ama yame ya aa, mm -hmm. kwa sababu kuna mtu mwingine za kuwa ameamka asubuhi akakununia, uh, kakasirika, anataka kwamba je utaenda zako kazini usimwambie usitaki kujua shida iko wapi, akiona umeondoka, siku imeisha, imefika jioni, umerudi, uja muuliza chochote, anaanza kuwa na fikra ya kwamba huyu, kwa hiyo wananuna, wakati mwingine kuangalia kipimo cha yale mapenzi yapo ama ndio anafifia mm-hmm. Kwa hiyo kwamba ukimwona amezuga wakati mwingine, shida huwezi kujua kwamba anazuga ama anamaanisha. Sijui, Bi Msafwari maoni yako ni yapi? Ni utoto tena, ni utoto <laughs> tena ni ujinga Nataka kuambia wanaofanya hivyo ni ujinga. Sasa wewe wanuna mwenzako yuko hapa ndani ya nyumba, wanuna na akitoka hapo mlangoni ameanza kushangiliwa hata kabla hajafika mbali. Kwa hivyo nataka kuambia wamama wale ambao mna tabia za kununa ama tabia, unapata ugonjwa wa ghafla kwa sababu mume atakakutoka, ama mume ameingia atakakwenda kuangalia mpira, basi wewe waumwa ni mguu, ni mgongo, havieleweki, ili ili bwana tu achelewe kwenda. Na huyu bwana akikusoma akishakupata wewe kama ni mtu wa kudanganya, unaachwa hivyo hivyo na wanapota na nataka kuwambia, huko mbele wametabasamu, hata kuna vinyanya kama mimi, lakini vimetabasamu mpaka hata utajua kama ni vinyanya. Kwa hivyo ukiwa ndani ya nyumba, jaribu kuona kwamba usimpatie mwenzako kwa stress kwa sababu ya mapenzi, maana wanawake ni wengi. Kwa hivyo nataka kukwambia hapo ulipo, tabasamu, fanya vyote vinavyotakikana kufanya, ukijua kwamba watu huko nje wanalia vitabu vya, vya dini vilisema zikifika siku za mwisho, wanawake saba wote watalia waitwa kwa jina la Rashid. Wajua watu <laughs> <laughs> e, e, e, wanasema tuna gota gogo na pia, na pia kuna kuna, kuna wakati mwingine ni kwamba labda wivu tu awezi awezi <laughs> ku, hawezi eh. ku, ku kudhibiti ama, uh, ule wivu umepitiliza. Kwa hiyo wakati mwingine mm. ndio kule kununa mm. kufoka karani... kuna mmoja hapa Rashid, nataka mm. umjibu kabla eh. ya Bi. Msafwari amjibu. Anasema, mimi nunungunika mm. kwa mume wangu, ila sieti, simpendi? nampenda sana, venye sitaki ajue kana nampenda, juu si vizuri mme ajue unampenda sana, atakudharau ah, mhm mm kwa hiyo hataki mwake ajue kama nampenda sana eh. Nikikuonesha kwamba unakupenda sana, utafura kichwa ama utaanza kumdharau mke wako. Sasa anasema kidogo huwa hamuoneshi kama anampenda kwa anampimia. he, he, une Eliza kutoka Kisii mada, sijui ungemwambia nini asimpimie? mm -hmm. kwa sababu anapokuwa anapima, si maanake unajizuia, ni kama atakufanya kitu, lakini wa wajizuia. Lakini anasema kwamba anaogopa. nani alimwambia kwamba akimpenda moja kwa moja dharaulio atamuonesha huyo anampenda sana? Nani aliyemwambia kwanza Alipendwa mali akadharauliwa, labda amemsoma mem... sijui Bi Msafari, ungependa unge kumwelezea nini ubi Eliza kutoka A, aje, aje, aje Mombasa, basi aje Mombasa, alafu aje na hiyo hiyo tabia mbaya nayo, hapo maani atajua mtoto sio wake. Namwambia aje pwani, avifanye hivyo anavyovifanya, sinkisi, sijui swing ni wapi, atanyakuliwa huyo bwana na atajua maragwe <laughs> ni atajua marabu mboga ha. mm -hmm, mm -hmm. ah. Kuna mmoja hapa anasema, Evans Masinde kutoka Uwasingishu, Bi Msafwari, anasema unajua, mke ukimpenda sana hata kushuku kwamba uko na mpango wa kando, so usimpende ukamwonyesha, mpende kisirisiri. Kupenda kuna kuna kwa nusu? Kupenda si kwa nusu jamani. Ukipenda upendo unauona na ani una, unasema unasema wenyewe upendo pale, wazungu wakasema love is blind. sini pale, unafanya vitu ambavyo ni vya kijinga, kijinga lakini huwa viona kama ni vya sawa. Kwa hivyo mb... hata <laughs> sijui upendo wapimo wakivipi, yani ufanye nusu visionekane kama kama. Wampenda, ukimpenda mwenzako mpende na upendo ule ambao unaonekana unatoka ndani ya moyo, na unapotoka ndani ya moyo mtu anajua, na ukiwa wa nusu pia wajulikana kwa hivyo, naambia wale wanaofanywa nusu waje pwani. mm -hmm. Lakini, lakini kutu... kuna, kuna mm hoja -hmm. ambayo leo najitokeza katika hilo swala, nafikiri pia kuna haja watu ya watu kuelimishwa kwa siku yake maalum eh. mm -hmm. kwa sababu una umesoma eh, ya kwanza ya dada na pia ukasoma ya kaka kwamba kuna hiyo dhana ya kwamba mtu akijua umempenda hata sio kudharau kwamba atakufanya mjinga, ndio neno ambalo lina ndio maana unasikia kuna ile maneno kwamba amekaliwa chapati, amefanya yote, yanakuja kwa sababu mm -hmm. ya muktadha wa hiyo mada. Nafikiri pia ipo siku yake, tuje tulizungumza kwamba je, kuna, kuna hatari ya kumpenda mtu Hmm. Uh, mia filmia ama hmm. hakuna hatari. Mimi, mimi nahisi kwamba kuna wengine labda Rashid hawajui kuonyesha mapenzi kwa wapendwa wao. Kuna mmoja hapa Josephine anasema nikimnukuu eh? hmm. mimi hanionyeshi lakini ukisema waondoka tu anafunga mlango, anasema huendi kokote. Kwa hiyo, akutaka. Ehe, akuonyeshi kwamba yakupenda eh. Lakini mapenzi yake kumuonyesha mwenzake mapenzi ni kwamba kila akitaka kuondoka mahali anamzibia mlango, anamwambia hakuna mahali unaenda na kama ni kazini ni kumwonyesha tu. Sasa mi nakupenda, yani lile tamko la kumwambia kwamba nakupenda, nahisi kwamba linakuwa gumu sana kulitamka, lakini anamwonyesha kwa vitendo. mm -hmm. Sasa kufunga mlango ni kitendo cha kuonyesha mtu kwamba unampenda, si ndivyo anavyomaanisha? <laughs> <laughs> mm -hmm. Lakini ukiangalia kwamba wajua, kuna kitu kimoja watu wanasema kwamba mm. mapenzi nayo ayana ayana, ayana, ayana, ayana, ayana, ayana njia maalum kwa kila mtu ana kitabu chake ana, ana, ana, ana kila mtu ana namna ya kumuonesha mwenzake mapenzi. Kama alivyosema Bi Msafwari, kuna njia zingine nzuri kwa niwe makini mm -hmm. kuna zingine za kufanya ukampoteza unaye mpenda mm -hmm. wanawake wengi pia wanaogopa kuonesha wanaume zao kwamba wanawapenda. Mmoja hapa ni kutoka Tala, anasema kuna wanaume wengine, Rashid, kuwapenda sana wanaona kama uko desperate. Ni vizuri kukaza, ndio uone mapenzi yake yako kiasi gani. Kwa hivyo ni kupimana. ah. mm -hmm hiyo nao ndo jambo ambalo linajitokeza kwa hivi sasa, watu wanapimana. mm -hmm. Bi Msafwari mm -hmm. ni, nilikuwa nasema Rashid, wale wanaosema mtu waambia hata amekaliwa chapati, wacha nikwambie wapenda nao kawaida, mtu ukimpenda mwenzako ukiwa mwasikizana mambo hini naenda sawa watu wanapenda kuambia, ah, yule amekaliwa chapati lakini, mm. wacha nikuambie Rashid, heri ukaliwe chapati lakini muwe na amani ndani ya nyumba. Kwa hivyo watu wanapenda kutumia hiyo lugha, amekaliwa chapati, ili ushtuke, yani uone, ah, kwani nimekaliwa chapati? Lakini nataka kuwambia, wanawambiwa wamekaliwa chapati ni wapenda nao. Kwa hivyo wacha ukaliwe chapati hata ukaliwe hizo chapati zinaambiwa milioni moja, lakini nyumba yako iwe na amani usijali. Anayosema alikaliwa chapati, wanaokaliwa chapati ni wenye amani nyumbani na wake zao. Kwa hivyo naomba mkaliwe chapati ndio nyumba ziwe na amani aha. Bi Msafwari, kuna ana hapa ameshauri kinamama wanawake, hasa anasema kidogo mm, tujaribu kukaza, tusioneshe wanaume mm, kwamba tunawapenda sana, tutaonekana tuko very desperate mm. Sasa, uko very desperate mm. Na unaishi naye kwa nyumba ajabu. <laughs> Ha, huyo nakwambia aje aje, tumfundishe tena aendelee kupeana, yani kufanya mapenzi ya nusu nusu, mm. e, si, unasema akaze bwana uh -huh, asijue kama anapendwa uh -huh, huyo bwana atapenda kwingine. Nataka kukwambia ati kuonyesha bwana kama unampenda, sasa usimwonyesha unampenda, we upende nani? Mimi sioni hilo jambo likiwa na maana. Mwonyeshe mume wako unampenda, kama unakukupenda atakupenda, na pia kama sio kukupenda, itakuwa hivyo, lakini mwonyeshe kile kinatoka ndani ya moyo wako, sio mm. kile cha kuigiza. Mm. Asante sana Bi Msafwari, ni ukweli. Maana yake ukiechelea, ukiendekeza hiyo neno disparity itakuja depression. mm -hmm. Na ukisikia ameenda mali pengine mm -hmm. utaanza kuwa kuwanam, lakini imeweza kujitokeza waziwazi ni kwamba watu pia hawajui kuonyeshana mapenzi. Unajua katika katika, wana watu wanapokuwa wanakula chakula wamealikwa malo wanakula chakula mm -hmm. kuna yule atakula alafu aseme niongezee mm -hmm na kuna yule atasema nimeshiba, anamesha akula ni kitamu. mm -hmm. Kuna yule atakula alafu anywe maji afu ateuke, mm -hmm. na maanisha pia chakula ni kitamu. Kuna mmoja atakula alafu achukue kichokono anze, mm -hmm. na kuna mmoja anasema nataka chakula chengine, mm -hmm. saa ingine si kwamba ni kitamu, anataka anapenda yule anayekwenda kuleta kile chakula <laughs> a ni